Zoezi la leo ni la kiutekelezaji na lina lengo la kuhakikisha kwamba magari yanayoingia bandarini na kutoka yawe yenye ubora unaokidhi viwango vya kimataifa. Hii itasaidia kuhakikisha kwamba hakuna msongamano barabarani, kwa sababu magari yote yatakuwa na ya uwezo wa kukiigila, na hii itaongeza ufanisi wa bandari kuhudumia shehena. Makamanda tunawasihi kwamba wafanye kazi hii kwa kuzingatia sheria, uweledi na uadilifu ili kuhakikisha kwamba zoezi hili haliathiri utekelezaji wa kila siku wa bandari. Operesheni hii itaanza leo, ni endelevu na itakuwa ikijirudia kwa sababu uh, utekelezaji ni wa kila siku. Kwa hiyo kamanda na maaskari na maafisa wengine watajipanga kwamba zoezi hili ni endelevu na tutakuwa tunakidhi mahitaji kwa kuangalia kwamba kila siku magari yanaoingia na kutoka bandarini yako sawasawa. Kuanzia leo tarehe kumi na sita, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania imeweka mpango wa kufanya ukaguzi malori yote yanayoingia katika bandari hii ya Dar es Salaam, na lengo kuu ni kupunguza changamoto ya msongamano ambayo inasababishwa na ubovu wa malori. Malori haya mara nyingi yamekuwa yakiharibika katika maeneo ya kioperation na kusababisha foleni katika maeneo hayo. Lakini vilevile vile, malori haya yamekuwa mara nyingine yakigonga miundombinu ya wa bandari ambayo yamesababisha hasara kubwa. Kwa kipindi cha hivi karibuni tumeshuhudia kwamba malori mabovu yakigonga eneo la skana ambayo inasababisha changamoto katika utendaji kazi wa skana hizo, lakini vile vile gharama kwa mamlaka, mamlaka ya usimamizi wa bandari wa Tanzania katika kuripea skana hizo. Zoezi hili tunafanya kwa ushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vipo katika bandari hii ya Dar es Salaam, wakiwamo polisi na vyombo vingine ambavyo tunashirikiana katika uh, bandari hii ya Dar es Salaam.